Asante sana, sana John Mponeja kwa taarifa hiyo ambayo inatuelekeza katika sehemu nyingine, na hii ni katika sehemu ya huzuni kidogo, kwa sababu kutokana na kuondokewa na, na mwanahabari. Mwili wa marehemu aliyekuwa kaimu mhariri wa habari za michezo gazeti la Majira Elizabeth Mayemba unatarajiwa kuagwa hapo kesho jijini Dar es Salaam na baadaye kusafirishwa kwenda kwao mkoani Morogoro tayari kwa ajili ya maziko ambayo yatafanyika siku ya Jumanne katika makaburi ya Kola. Tupate taarifa zaidi. Kwa mujibu wa msemaji wa familia ya marehemu Elizabeth Mayemba, taagwa Jumatatu Julai 11 saa 5 asubuhi nyumbani kwake Tabata Kisukuru na baada ya misa mwili wake utasafirishwa kwenda mkoani Morogoro. Marehemu Elizabeth Mayemba alikumbwa na umauti akiwa nyumbani kwake baada ya kujisikia vibaya na kuanguka, ambapo baadaye alikimbizwa katika hospitali ya Amana, lakini akiwa njiani alikutwa na umauti. Baadhi ya wanahabari waliowahi kufanya naye kazi wanamzungumzia Mayemba kama ni mtu ambaye alipenda kazi yake huku akisema katika tasnia ya habari ameacha pengo kubwa. Na, mimi namfahamu Eliza toka muda mrefu sana. Alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana sana, sijawahi kuwa na rafiki mkubwa kama marehemu. Yaani, alikuwa ni mshauri wangu, alikuwa ananishauri vitu vingi sana, yaani tulikuwa tunashia kwa mambo mengi sana ya kwetu binafsi, ya familia, ya kila kitu, lakini leo siko naye tena. Kifo chake kimekuwa ni cha ghafla mno, hatukuweza kutegemea kama lingetokea hili, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, Mwenyezi Mungu amepanga na tumelipokea. Ambaye kwanza alikuwa kwa ni kipenzi cha watu na pia alikuwa ni dada ni na ni mfano kwa wadogo zake, mfano mimi ni miongoni mwa watu ambao amenifundisha kazi, na ninashukuru katika kipindi chote ambacho nilikuwa nacho nilikuwa naye na nimeweza kumtambua, hakuwahi kunikosea chochote. Uh, Eliza mimi nilikuwa namfahamu kama dada yangu na kikubwa ambacho mimi kwangu nilikuwa namchukulia Eliza ni mtu ambaye nilikuwa najifunza kutoka kwake na ni mwandishi wa michezo mkongwe. Kifo chake kimekuja kwa ghafla sana kwa sababu mimi juzi Jumamosi nimeongea naye kwenye saa kumi, alikuwa anataka kunitumia kazi zake kwenye email. Kwa nikawa sipo, akaniuliza nani yuko ofisini, nikamtajia watu ambao wakoepo nikaambia atumie kompyuta yangu. Basi akatuma zile habari ambazo zimetoka leo, habari za michezo. Lakini jana usiku kwenye saa tatu watu wanampigia simu kuuliza habari za Eliza ambazo kusema kweli nilikuwa sizifahamu kabisa, mpaka baadaye nilipokuja kupata uthibitisho ndio nikaamini kweli Eliza amefariki. Na Eliza alikuwa ni mtu mmoja anipenda sana kufanya kazi ya amalize kazi zake haraka na kwa umakini, ili aweze akaendelee na mambo yake mengine. Alikuwa ni mtu mpole, ni mwelewa, anapenda kuwashauri watu. Kwa kweli, yani ni pigo sana. Ni kwamba tumepokea kwa majonzi makubwa sana taarifa msiba huu, maana umekuja ghafla, kifo ambacho kumekuja ghafla, maana ya kuugua. Na tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya msiba huu, na kimpendeza Mungu kesho mchana tutawasafiri kwenda Morogoro kwa ajili ya mazishi. Hamisi Suleiman, Chanel Teni, Dar es Salaam.